Ni Reginald Ndesika. Chama cha walimu mkoa wa Kilimanjaro kimeiomba serikali kuharakisha mchakato wa kufanya marekebisho ya muundo mpya wa madaraja ambao ulitakiwa kutekelezwa kwa kipindi cha mwaka elfu mbili na kumi na nne elfu mbili na kumi na tano ambao mpaka sasa waraka huo haujatekelezwa. Akizungumza na waandishi wa habari, mwenyekiti wa chama hicho Omari Mchome amesema waraka huo ulikuwa unadai walimu watambulisho kwanza vyao vyao vipya vya utumishi kwa kuwa wapo baadhi ya, ya waajiri mpaka sasa hawajatambulisha vyeo vipya vya walimu. Sauda Shimba kutoka Kilimanjaro na taarifa kamili. Sekta ya elimu imekuwa ikikabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwemo swala la walimu kupandishwa vyeo sambamba na kupandishiwa viwango vipya vya mishahara. Kufuatia hali hiyo, chama cha walimu mkoa wa Kilimanjaro kimeiomba serikali kuharakisha mchakato wa kufanyia marekebisho muundo mpya wa madaraja ambao haujaanza mpaka sasa, hali inayokwamisha utendaji kazi wa walimu. Ina maana kwamba mpaka sasa kuna walimu bado wanatambua vyeo vyao vya zamani ambavyo walikuwa wanavitumia. Hilo pia naweza nikasema ni kero kubwa, kwa sababu walimu wa Tanzania, si Tanzania tu ya Kilimanjaro basi, ni Tanzania ya nchi nzima. Kuna wengine wameshatambulishwa na kuna wengine hawajatambulishwa, lakini taarifa hizi wanapeana hairidhishi, hai, hai, hai. Kwa nini mwalimu wa Kilimanjaro mwingine asipate cheo kipya, mwingine atoe cheo kipya wa mahali mengine? Kwa hiyo ninawaomba sana waajiri wote kuhakikisha kwamba wale ambao hawajawaandikia barua za kuwatambulisha walimu wao vyeo vipya kutokana na waraka uliotolewa basi wafanye hivi. Mwenyekiti CW, wa CWT mkoa wa Kilimanjaro, Omari Mchome, pia akazungumzia swala la baadhi ya waajiri kutopandisha walimu madaraja yao kwa wakati licha ya uwepo wa barua za kupandishwa madaraja kupitishwa, ni kero kubwa sana kwa kwa baadhi ya maeneo kwamba walimu wanafikia muda wao kupanda madaraja, lakini muda ule unapofika unakuta mwalimu hajapanda daraja, na pengine tunapofuatilia baadhi ya halmashauri wanasema eh, wakurugenzi wanadai kwamba tumeshawaandikia, tumesha wa, tumesha wa barua, eh, barua labda hizo zimeziko kwa kwa utumishi. Ukifika kwa kwa utumishi anasema bado tulikuwa tujazikamilisha zinatoka na zinachukua muda mrefu kwa maana kwamba walimu hawapati barua zao kwa wakati, waliopanda madaraja. Niendelee kutoa msukumo kwa waajiri, kwa kuhakikisha kwamba barua za kuwapandisha walimu vyeo zitolewe kwa wakati pale tu mtu anapofikia muda wake wa kupanda daraja, akisha kuwa amepata daraja, amepata barua yake, lakini pia sambamba na kurekebishiwa mshahara wake. Mchome pia akazungumzia madeni ya walimu yaliyopo mpaka sasa Awali ya yote niseme pia naipongeza serikali kwa kujali na kuliona hili kama ni sehemu e, ni sehemu ya kupunguzia e, kero ambazo zinazidi kuwakabili walimu wetu wa Tanzania. Najua kama tunavyozungumzia walimu wengi wanakata tamaa kwa sababu ya madai mbalimbali mbali ambayo wanaidai serikali, lakini sasa niseme serikali tunaitaka iongeze bidii, iongeze bidii ya kukamilisha madai yaliyobakia ya, ya walimu kwani madai yaliyobakia walimu ndani ya mkoa wa Kilimanjaro e, kiasi cha takri, takribani milioni mia tisa sitini na mbili. Hayo ndio madai yaliyobakia kwa mkoa wangu wa Kilimanjaro, na madeni haya ambayo yamesababishwa na uhamisho, kwa mfano yameongezeka, imeongezeka gharama nyingine za walimu kujilipia ili waweze kutoka kituo kimoja kwenda kingine bila kurudishiwa hiyo gharama ambayo ni haki yao ya msingi areas mwalimu anayopanda daraja alafu malimbikizo yakakaa kwa miaka miwili mitatu, kwa kipindi chote hicho ni mateso ya kisaikolojia lakini, ni kumfanya mwalimu awe na stress, kushindwa kufanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo tunaomba serikali kwa ujumla ihakikishe kwamba areas za walimu zinalipwa kwa wakati. Nikiripoti kutoka Moshi, mimi ni Sauda Shimbo wa TBC.